Odi, hapa. Ah, oh, hey, ha, mama, habari habari, hey, ya mama, uko salama? E, na, wa, na watoto ai aka kakoaje? Akajaanza kutembea kujeni, mnisalamie, mbona mnakaa mbali? Habari zenyu, uko sawa? <tulamia> mama, hey, karibu, karibu. Hey. Hey. Nimekuja kukuona Uh, na yeah, nione ni mnaendelea namna gani. So leo kuna rafiki yangu amenipatia kakitu hey, na hey, nikasema ya kwamba hapana, hey, lazima nifanye shopping nikuletee, hey. Oh, ni kweli mama hey, sasa shopping, shopping iko hapa hey, nishikie nishikie tu hii iko hapa e, na nataka kwamba pia yule ambaye ametuma hii pesa yake, oh, aone ya kwamba kweli tumefanya vile ambavyo amesema. Sasa wewe ni mjane, mjane, na tumekuwa tukisaidiana na wewe sana. kuna watoto wangapi mama? Wewe ni wa saba. 6, hizi ni Colgate ngapi? hizo is, ni brush ngapi? brush saba. Asante, kila mtoto afanye namna gani? umeona tu, mumeonaetanau <laughs> Hey, hiyo dawa. Asante, do you do you do.

Mama, mama, ndio majani majani, hapa hapa, iko hapa. Mafuta ya kujipaka mama, nimekuletea unga ya dola. hey, hey. Mama, hizi ni escort ah, ah, ona sasa Mungu mtumishi wa Mungu. Ndiye sabuni. Naona ata watoto wangu Mama, wachaoka watoto ah, hey, wafungue zao watu... wakunywe eh. Mama ah, mnajui hata hiyo si ajijua ni nini au <laughs> mama <laughs> hii

ni kweli hey, mama nimekuletea hizo vitu hey, hey, na rafiki yangu ameniambia kwamba nije hey, nikuona. Aki Mungu ni mwema, mtumishi wa Mungu ndio Mungu. Hey, Mungu tu wenye alikuchukua niko tu hapa mama, naishi tu hapa hey, na watoto, na tumekuwa tukikusaidia 1 2 3 na leo nikaona nikuja tena nikutembelea. Asante, karibu. Maana uh, wewe ni mama yetu, tulikwambia tutakushika mkono hata e, tena Mungu akisaidia, hii nyumba vile mm, ilivyo Mungu atatusaidia. E, tutakuja vile nakuja hivi, na tetemeka tu hata kulala, natembea tu na malazi kwa nyumba natafuta yako mahali pazuri, nanyeshewa mm, e, naangaika tu nakulala mm. Okay. Mambo iko vizuri, Maa. Mimi naendelea kushughulika, Mungu akinisaidia nitarudi tena huyu. Oh, karibu. Mtoto atembeangi guys. Huyu mtoto miaka nne, saa hizi hawezi kusimama, hawezi kutembea, ni ako tu hivi, mama yake ni kumvuruta kumsongesha tu. So uh, ni mama ambayo ni mjane, tunamsaidianga mm-hmm. na tunakuwa na A uh, tunakula pamoja naye. So, uh, God bless you. Kila mtu ambaye ana support ministry hii. Tuseme kwamba Mungu akubariki, Mungu akuinue sana. Mtu yote ambaye umetoa shilingi yako, mm -hmm. Nije nilete chakula hii hapa kwa hii boma. Mm -hmm. Wacha Mungu wa amani awabariki in the mighty name of Jesus. So, kujeni tuombe ili ni ondoke. Mm -hmm. Kujeni tuombe, kujeni tushikane mikono. Mko sawa? Biskuti zenu ziko hapa na kila kitu kuko hapa. Tuombe, si ndio? Mm -hmm. Baba katika jina la Yesu, uh, tunakushukuru kwa sababu ya hii familia Santa kwa sababu Mungu nimefika hapa. Na nimekuwa nimeleta nime baraka kwenye nyumba hii uwabariki uwainue mama huyu mjane, uwe pamoja naye, maana unaweza watoto wake mikononi mwako, mm-hmm. katika jina la mwanao Yesu Kristo, nimeomba na kuamini, mtu aseme amen, mtu aseme amen. Amen. Mungu akubariki sana, amen. Na Mungu akuinue sana mtazamaji wangu. Thank you so much. kama unataka kusupport, please unaweza kutumia namba 0708075242 ajina na la kuja Mesha Ukunyani. Please support with anything yenye unaweza kuwa nayo and God bless you. Shalom. Amen.